RPC eh, Richard. Eh, habari, e, za asubuhi nzuri. Habari nzuri kabisa. Uko na sisi live hapo unazungumza na Juma Ayo kutoka Crown FM Dar es Salaam. Juma. Yes, jana bahati nzuri tulizungumza na tukapeana ahadi ya kukurudia baada ya mechi kumalizika jana. Bila shaka mlivyopangilia kila kitu kilienda vizuri RPC, mechi ilimalizika salama na mambo yalikwenda kama mlivyotarajia. Nashukuru sana ndio, ndio, hakukuwepo na shida yoyote, hakuwa na shida. Naona mchezo ulimalizika salama, hali ilikuwa ya utulivu ndio. Tunashukuru wapenzi wa mchezo walishirikiana na vyombo kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Na vipi, kuna taarifa ambazo tumezipokea asubuhi ya leo kwamba msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa usiku wa leo majira ya saa saba na jeshi la polisi, taarifa hizi zikoje? Ni kweli tunamshikilia msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe na anafanyiwa mahojiano kwa sasa. changamoto ni nini? ana- anatumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali, hilo jambo limefanya tumkamate na anayefanyiwa mahojiano kwa sasa. na yupo kwenye kituo gani? yupo kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora na viongozi wame imeelezwa kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kwamba wamefika kituoni na hawajamkuta hapo central. Sasa unasikiza taarifa yangu au ya kwao? Ama hawajamkuta, kwa hiyo tutarajie e, ataachiliwa leo ama utaratibu ukoje? Sasa baada ya kuwa amemkishika, kama, u... kama, kama nilivyokwambia kwa sasa anafanyiwa mahojiano na baada ya mahojiano tutatoa taarifa zaidi.